Ni lazima yameonyeshwa kuanzia ukurasa wa kwanza kwa kutumia takwimu za hali ya hewa kutoka kituo cha hali ya hewa cha Mwanza mvua zilianza tarehe saba mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano na mvua kubwa zaidi zinyesha tarehe tisa mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kwa hiyo utabiri ulienda kama kawaida, kama ulivyotarajiwa, na hadi kufikia sasa hivi mvua bado zinaendelea kunyesha. Na kaimu mkurugenzi mkuu alieleza kwamba katika kipindi cha mwezi wa Aprili mwaka elfu mbili na ishirini na tano kunatarajiwa kuwa na ongezeko la mvua katika maeneo yetu ya Mwanza pamoja na maeneo ya kanda ziwa Victoria, na vilevile mamlaka ya hali ya hewa Tanzania ilitoa tahadhari ya mvua kubwa katika maeneo ya kanda ziwa Victoria ambapo ilitolewa tarehe nane mwezi wa nne, na wengi wetu tulishuhudia mvua kubwa linyesha na kusababisha adha katika daraja letu la Mkuyuni. Kwa hiyo tunachopenda kuwashauri wananchi ni kuendelea kufuatilia hizi taarifa za hali ya hewa ambazo zinatolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, kwani taarifa hizi zimeendelea kuwa sahihi zaidi na za zaidi. Wale wote ambao wanajua wako sehemu za mabonde wahakikishe kwamba wanaweka tahadhari ya hali ya juu. E, lakini tuhakikishe maeneo yetu yako salama. Hata ambao wale wako mbele ya nyumba zao zinapita mifereji na nini, tuhakikishe kunakuwa kuko salama. Yani kwa pamoja tutaweza kuepuka haya majanga, lakini sio kuachia serikali. Serikali ni mimi wewe na yule sisi. Utoaji wa, wa huduma au sehemu ya mapato tunayotumia ni kuangalia vile maeneo ambayo yana vya hatarishi, kuhakikisha kwamba tunachukua hatua. Mathalani tumeambiwa kwamba huenda kukanyesha mvua sana. Kwa hiyo sisi tunaenda kuangalia, je, yeah, athari inaweza katokea kama eneo gani, labda sehemu kwenye mambo ya mifereji, mifereji kuziba takataka na nini. Kwa hiyo sisi sehemu ya mapato tunatoa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba usafi unafanyika mifereji inazibuliwa, uh, ili janga, bas, ina, inapotokea janga basi inapotokea hiyo hali kusiwe na changamoto ambayo inaweza kapelekea kutokea hayo majanga.